Wewe unataka uadui gani? Kama wewe mchanga unaogopa uadui gani? Wewe watu unataka mimi hata ngumi naziwezi. Unaweza ngumi? Eh, fresh tu. Ah, mimi watu kani mbona nawapenda sasa. Sasa wapi chupi tena? Wewe unaweza kupigana? Sasa wewe adui gani unanipangia vita? Wewe unapangia vita nini? Njoo nami. Wewe unapigana na nyumbani kwako ndani kwako. Hapa watu watakuja watagombelezea mimi, sitaki mambo hayo. Njoo tupigane ndani. Una lolote? Wewe una lolote uwezi uadui? Una zako. Uende zako. Una zako nyume nyuma. Na una nna. Eh. Njoo. Nyao zimekuwa nyingi nisije nikachota wangu. Umekanyaga kanyaga hebu nione unyayo viatu vyako wewe. Aya, kanipoteza maboya huyu bwana, ila baridi mimi. Kwanza napendaga uadu eh. Ya Rabbi, nakushukuru no. Mimi maisha nayo yapenda ni vurungu vurungu tu, sijui umenitia nyongo gani?